Mbaya ama nzuri, gari ya Joshua Mutale imechanganya mwisho wa safari, kwa maana msimu una malizikio ukingoni. Lakini huyu mutale tunayemwona sasa, ndiye ambaye tutafungua naye msimu akiwa na ubora huu, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mnye. Ahmed wewe eh, umekuepo ndani kwa wachezaji, naamini umepita kipindi cha mapumziko, kulikuwa kuna kama sitofahamu, kutoelewana kati ya Ngoma na Kamara pengine mm -hmm, kwenye pitapita zako umejaribu kufahamu ama umebaini nini ambacho kilikuwa kimewafanya? Ni, ni, ni kweli nimeiona ile situation na nimeingia dressing room, lakini nimesahau kuuliza kama nitabahatika, wameshatoka wanachezaji wa mm, hapo kwenye mix zone, hajaongea nilisahau kuuliza ninge ningejua, ningemuuliza, hata meneja angenihadithia, ningekuja kuwambia. Si mnajua mimi siwaficha jambo eh? mm. Lakini nitafuatilia na nitawaambia mm. ngapi yeah. Juni 15. Kabla ya Juni 15 tuna match, tuna mechmech kidogo